Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, tumekuja katika eneo hili ambayo eneo la mradi wa msikiti ambayo mradi huo wa ujenzi wa madrasa kwa uwezo wa Allah, jitihada zimefanyika mpaka hapo tulipofikia, na wanayetusikia wanayetuona, walio karibu yetu ndani na nje, basi ni fursa ambayo iko wazi watu kuja kuwekeza kwa ajili ya Allah. Wabillahi tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama limeosikia amiri wa, wa jengo letu hili, na mimi ninayezungumza hapa ni imam na wazee hawa umewaona na vijana umewaona na mwenyekiti wetu almashauri yuko hapo. E, tunataraji kuwekeza amana za waislamu zifanye kazi kwa ajili ya kutanguliza kwa Allah tabaraka wataala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man bana min baitullahi banallah baitan fil janna, yoyote atakayethubutu kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ambayo ndio hiyo mnayoona banallah, Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba yauma alqiyama, siku ya kiyama. Kwa hiyo tuliohudhuria hapa, mnayetuona na nje, mtakayetuona mnaloona tukio jambo hili mnaloliona hapo ni jengo la madrasa, ambako waumini wamepambana kwa sadaka zao ndogo ndogo na kubwa kubwa, lakini bado tulikofikia hapo, tunahitaji tupate malengo. Wapo walioahidi kutaka kutekeleza, lakini bado hawajatekeleza. Kwa hiyo, asalamu alaikum, kwa wale waliokuwa wako tayari kwa sasa, waelekeze amana zao. Matofali yanahitajika hapo, bati zinahitajika, mbao, tutachana minazi yetu iliyoko hapa ili tuweze kufunika, na watoto tuwatoe kule ndani, kwa sababu wanasomea kule ndani, waje hapa ili wazee kule, akina Mzee Chanafi na wengine wapate kufanya ibada zao. Wasiliana na yeye kupitia namba yake ya simu. Hebu itaje namba yako ya simu, 06 55 07 60 38. 06 55 07 60 38. Hiyo ni namba yake ya simu, mweka hazina wa msikiti Almasjid Islamia Kidatu. Unataka kutaraji kutuma chako cha kwako kwenye akaunti ya CRDB benki, mpigie simu, utaitumbukiza amana yako, na majibu yatakuja kwenye simu yake, na yeye atayadirect kwa katibu wake, itaonekana wewe umechangia kiasi fulani, hicho ulichotangia.